Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, cha kwanza kabisa ninakusalimu nikitumaini ni wao uko salama kabisa katika muda huu wa asubuhi, nikikuambia ni kwamba leo tu ni Ijumaa tariki 24 mwezi wa Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano, ambayo ninakujia kabisa kuja kukujuza na kukupasha habari kwa yale ambayo yaliyojiri, ila tu ni kukupasha habari kwa yale ambayo sasa yanaendelea kusikika na kuonekana hata kushuhudiwa na watu katika uwanja wa vita katika maeneo tofauti tofauti katika dunia mzima, au hata katika DRC, popote pale habari zinapotupata, ni basi kukutaarifu wewe ambao ulikuwa chonjo mwanzo hadi mwisho katika vipindi vyote ambavyo tunakuwa tunavifanya. Na hivyo tu usiwe na sahau kukuwa nafika mwisho katika vipindi vyetu, kwa maana hata mwisho nako kuna kuhusu pia na hivyo napenda tu kukuambia ya kwamba unaweza ukajiunga kwenye channel kabla tu hatujasonga mbele na kuambia mtaasari wa habari, na hivyo kuweza kabisa kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema na kwa haraka tu. Tutakwenda kugusia huko Nyengezi ambako kulionekana mapambano makubwa kati ya waasi wa M23 na wazalendo kuweza kabisa kupasha moto na hata kabisa kuangukia ushindi ngambo ya wazalendo na hapo ambako ni Kivu ya kaskazini hapo Goma, kunasikika wazalendo kuonekana kando kando mwake na kusikiliza mengine ambayo yanyonyesha mara ngapi waasi wa M23 wanaweza kushindwa na kumalizia pia hayo mazungumzo ambayo yaliweza kuzungumzwa huko hata kusaini mikataba huko Marekani, Brazil, na tutamalizia hata uchambuzi wa konenanga wow, kutu kuonekana je, yeah, amekufa wala yuko hai? Basi kachonjo upati kufata habari mwanzo hadi mwisho. Ndio maana nimekuambia hata mwisho kumekuhusu. Basi kachonjo upate habari baada ya huo mtasari wa habari, na sasa nikupasha habari kamili mara moja, na tujielekeze huko Nyangezi katika tarafa la Walungu, grupmenti ya Korongo, hapo pembezoni, sio mbali sana maeneo au katika kijiji cha Businga, Kivu ya Kusini kuliweza kabisa kupindikana mapambano hayo makubwa kati ya M23 na wazalendo na kuweza kabisa kuonekana kushindwa, lakini imeweza kusikika ya kwamba waasi wa M23 wanaweza kabisa kutuma gari nyingi maeneo hapo ya Nyangezi na mahali pengine kuonekana upungufu wao, ila mengi tu tuyasikie, nisije nikamaliza yote e wane, wane, wane. Shebe nitu, kungambo ya, ya Businga ngali kama munajua tu mwimune nsambaisha imesaje ya kufika guvernema batume soko ileo busiku ilunguza partiri ya Nyangezi Businga weza kule kote, hakuna mukaji mwenyi kukule tu ni eventro tu njona yala kule ile njona nabakia base yabo na pale nako kukatombe tutajua tu directement kama Bukavu tunapaswa wele kipere kesho na wenzetu tuvewa kwa ngambo ya Kavumu. Batake kule mventro yote konjo uku. Uku njo bazi yabu kwenyina bakilia uku. Balikuya karibu sengandepe, veikile zezikuwa tu, kuya tuatake ngambo ya ngali. Ne Mungu anasaidia, haba weze. Bote wanajira mforse njo musantre nyangezi. Banafukuza wakaji yote ya nyangezi. Bote njo banabakia manyumba tu ya nyangezi. Banavuka Rwanda ba mingi, bote wako njo mule. Ile soko yenyi lipia, yenyi jana lipandia ngambo ya tuangila. Kule hakuna nani, hakuna kitu, mwetu pike kwanza tureje pere buku. Kavu na benze tumebeba ku ngambo ya, ya, ya, nani ya kavumu, bapige kule. Adui haiko tena kule, ni butoko tunje webuko kule. Mimi nasikia sasa hapa na imeka kama kuna panda muvile kuna panda tu di di convoy di convoy inaweza shinda kavu mzima, hata baraes inaweza piga tabule. Njo ile maneno, msambaze message eh. fasi yote ile sokoi rudie lunguze Nyangezi mzima na Businga mzima Basi sina budi nigusie pia huko Goma katika Kivu ya Kaskazini ambako kulisikika milio ya risasi nyingi katika wiki hii na hivyo kuleta wasiwasi mkubwa na kuonekana kwa sasa na kusikika ya kwamba wazalendo kuweza kuzunguka mji huo wa Goma wakipatikana, yaani kando kando mwake, ikiwa tu punde sipunde wanaweza wakakanyaga hapo maeneo ya mji wa Goma, na hivyo tusikilize mengi yakizungumzwa ndani. Hey, mnashinda pia mnashinda pia, magambaki magambaki sisevo. Mm, ewe ane huku kabisa, bile bofa, nakwambia leo tulishinda Mugunga yote Uku kupori kote huko Kanyaruchinya kule ngambo za Kibati mapombe ndio tuko tunasikia, ila kabisa ile informasio ya kusema Seba amekata kule kwenye nasema depuis jana, depuis jana ndio tulibisikia kama ba metre bamezunguruka Goma yote, depuis jana ndio tulibisikia, ndio banasema kulala na kulamuka Goma itakuwa tombe na depuis dimanche zile zileimbwa hazilale tena Goma zinaanza vuka tena hazitarala, kama vanaye njoo bata batazikamatia hapa kwetu. Tunakusema naweye, bamebombarde depo yabo ya arumema mumasisi center kule kote, manake kule ni vita, huku munani kote ni vita, huku marusuru kote ni vita hapa kweniko nakwambia, bakodeja musengi kilometere na Bukavu, ngambo ya, ya Kabare na Nyangezi, bakodeja mukenzi kilometere na Bukavu kavumo, bakodeja hapa chini kule chini ya miti kule ngambo chini ya miti biko banataenda wapi nani kule, banatashuka mudaka njoo. Mimi nakwambia bagangi hawaonekane namu mwingine depuis usubuhi, mimi na kwa kubarabara si abaona seba napita depuis usubuhi. Ndio vile vitu viko chishie kabisa, ni maombi ndio mnaweza sikia kulala na kulamuka pa Goma tombe ile, hayo ba metre bako deja mu quartier bako bakabisa na ba, na bako determiné bojana. Ndio nilisikia kama avio ilimwangia kule Numbi kule ku carrière ya Numbi, sinjoyo yule ya menova nisikia se ya violi mwangi yako basoda sabu Nyengelele, idonki aeroporo aerokopiteri kwe na shuka inamwanga basoda apa. Sasa hivi niko nakwambia parki yote yote ase iko hapo sabu nyengelele, na banaambia de Merode avapendi waone tena mutu wa de Merode mu parki ya Virunga na kuko saa leo tunawezi lala muugiza, juu mimi nasikia kama na kura batakata, bamesema batakata kura kusudi njoo baingie mzuri, njoo vile vitu viko kabisa. Mevrema ni kutuombea Mungu na shit kwa tunasema bapige tu, wa kukufa akufe, lakini tu mwenye ataishi baishi na amani, juu tunateseka. Ngo wanatuambia tufungule kinywa na batemea amo hmm? Mataksi ndio sababu nyengelele kutulipisha furanga, na kama hauko azo ale lala chini. Ewane Mungu atusaidie basi basi fanye farce. Mjuti mimi naona Mario haiko farce. Depuis bali anza mwanzo ya hii mwezi yote ni vita tu, habari asema sio tulikimbia. Mm -mm. Ewane njoo vile. Jana kule Maibu siku kucha jana. Kule uko Rusayo kule Rusayo. Bali baua, sababu nyengelele. Paka na watu wa Rusayo biko wanasema hawayo kama bataweza tosha mamaiti na basoda babo wote bote balishaanza bali, tosha manani, banakimbia mateni njo kwe tunaona kama vitu viko serie. Njo vile mambo iko okay, okay na ma magharibi ndakwambia na vingine vile tutakuwa tumesikia. Tuko tunachunga chunga, tunakuuliza, tuna uliza watu vitu vinaendeka aenda, banatuambia imeonekana katika hali halisi ya kwamba waasi wa M23 kuweza kushindwa katika mchezo huu ambao unazidi kuendelea kutokana na hali hata hivyo, kuweza pia kugusiwa jambo la kuonyesha kwa nini mtusi apigane vita ya ujinga, ya kwamba ukiona mbwa amepanda kwenye mti, yaani ujue mtu amempandisha. imeshinda Zoonekana ni kwamba MV Ntrua mimi kama imeshindwa. Mimi kama engineer degere mwenye mwenye ujuzi na uwezo, ni engineer degere mujisha franka, Naona kwamba MV Ntrua imeshindwa. Eneo zote za mu imi napigwa moto wa kweli kweli. Faridesi oye, wazarendo oye, sehemu ya mazingira yote ya Goma muda wowote, M23 na nyanga mwa Goma, nguvu za anga, nguvu za nchi kavu, nguvu za wananchi, kama tulivyowaambia, aliyovuka mpaka araniwe Kagame amepoteza vijana wengi wengi wengi, lakini Kagame ariko Kagame waretse kwijisha abana bacu. Nimeongea usi unamaliza vijana wetu, nimeongea hata atakiruga kabisa cya Kinyarwanda washauri wa mshauri Kagame hataweza Kongo ache kumaliza Wanyarwanda. Kagame reka kumara abanyarwanda turakurambiwe tumecho ndugu zetu wamekufa, maofisi wamekufa, maofisi jenerali, kila ma... aina nchi ni machozi, Wanyarwanda ni machozi. Tunaomba Kagame RDF muhangalie, kama nyinyi ni jeshi la Kagame au nyinyi ni jeshi la Wanyarwanda. Munajua shida liyopo sasa hivi inayoleta ya matatizo ni mtu kumpa galadi au lanka ya kijeshi kubwa achi. E, wengi Kagame walionao walitoka kwenye, alitoka ngombe. Ngoja tuwataje general, Generali Fredi Bingira alikuwa mufugaji wa wamucunga ngombe. Sawa, General meruvusha alikuwa mucunga ngombe. Wengi muje muulize, sio kuzalisha. Asilimia tisini ya wale majenerali wa Kagame hawajasoma sehemu nakuta ni general ana koporo au kapurali so keleta aliwa kwake mwandishi ndiye anao na nini, ndiye anamwandikia namsomea, kilicho wasaidia. Pia wengi walizaliwa Uganda, nchini Uganda, watu wengi wanajua kuongea Kiingereza pasipo kujua kusoma na kuandika. Manake sasa, Kagame akiweka hao wajamaa, kawapa lanka kubwa au garade kubwa, wanaonekana kama majenero wanajeshi wa nchi lakini wanatumiwa kama jeshi la mtu. Hakuna nayo hangaria, hakuna nayo jifunza jeshi. Wote ni ile mkuusawa mkuupande, kufunga na kufungua silaha inatosha. Jenerali hana ujuzi kutambua kwamba nafanyia Kagame au nafanyia nchi yangu. Hana ujuzi wa kuangalia je, nchi inapata faida au inapata hasara vita ya Kongo imerudisha Rwanda nyuma sana kiumaskini, imerudisha Rwanda nyuma sana kufiwa watu. Hizo eneo walizomo, waliziingiamo lakini siku ya kuingiamo waliingia, na siku ya kutoka watatoka, watapigwa. Napatikana kwenye namba yangu ya simu, harama ya kujumulisha mbili tano, tano, saba, nne, tano nane mara tatu ine tisa ine okay. Nina ujuzi kama injinir deger kutoka Uingereza, Israeli, Urusi, Eritere ya Etiopia, Korea Kusini na Rwanda na Uganda. Nisamehe na kuwa bize sana kulingana na haya mashirika tunayofanyamu ya marefuje eh, yakwenda kupeleka marefuge Amerika, Canada, Norvegi, Australia, Sudani, Denmark, Finland, Filipine na Hispania. Na Amerika kwa sasa imeanza kufungua fungua tena. Manake, fomu za wanaenda Amerika tumo tunazijaza, wezeze kwakuwa nimo eh, tunavita kwa ufupi nchi ya tatu nakuwa na ubiza, lakini hatutashindwa kushauri. Tutashauri hata kazi ni jifukuzo. Sawa. Sasa kwa nini watu watusimupigane? vita ya ujinga, ujipigana vita ya ujinga siku yoyote utaumia. Ujinga ni muzigo emu venetrua, nyinyi ni umbwa. Uciona umbwa kwenye mti, kuna mutu kaipandisha sasa kuna siku ile umbu aliyoipandisha atakimbia aiache kwenye muti ule, muti wataukata iwe umbu tondoke na ule mti sawa. Umemwaga mboga kiseketi na faretesena wazalendo memwaga ugali simulikoa. Mnasema mnakamata Uvira, mwikamate tuone, kuna hesabu lilifanyika la kupiga Kongo na kui arakanizea kupora mali ya Wakongomani aliyojifunza aliyopanga hiyo map, hizo mbinu. Alikosea sehemu moja, alisahau kwamba kuna wazalendo, akasahau e katiba ya Wakongomani namba 63 na 64 na 65 inaruhusu kila Mkongomani kupigana nchi yake. Kongo ni nchi yenye nguvu nyingi sana, huwezi ukaishinda. Hata tuachane na Kagame, kushinda watu ambao wana undugu ni vigumu. Hadui wa nje siyo rahisi ashinde. Hadui mubaya ni hadui wa ndani ambaye anakuwa na mandugu pale pale, ana ndugu zake, ana chama cha siasa, wanamfahamu anafahamika. Lakini huwezi ukatoka kwenye jeshi la Rwanda ukasema Kongo utaikamata. Huu ni ujinga mtupu kabisa Utawahangaisha Wakongomani, lakini mwisho watakushinda. Ukamate wa kuua wa kufungi, Kagame mutamwona mwisho wake mbaya. Na hapa ni kwa kuwa Kagame kisekedi haja, eh, haja badili mbinu. Akibadili mbinu, akasema sasa we Kagame na kufata nyumbani, miezi mitatu Wakongomani wanaweka rais wanayemtaka Kigari, na hilo litatokea kwa kuwa vita ni mbinu Vita ni eneo, kama ni mbinu na vifaa, wa Kongomani wanavyo. Kama ni eneo la kupigana, wa Kongomani wanalo. Wa Kongomani bado wanabembeleza Kagama ili waone kama wanaweza kubadilika. Kuna siku Kigali wataichoma. Vifaa vya anga wanavyo, vya nchi kavu wanavyo, vyote wanavyo. Kwa hiyo sasa ninawaambia ukweli, mnipe miezi mitatu, mtaona kwamba Kagama tajutia. Hakuna barakanization, sio tena barakanization, hakuna hakuna na

Asante Wakongomani, kuwa na subira, subira kuvuta heri, mwisho aliyomwaga mboga na ugaruta mwagwa. Asante na tumalizie pia, uko Brazil Umarekani, waziri wa kwanza makamo na wa ulinzi alionekana uko Umarekani, Brazil, Guy Kabombo kuweza kusaini mkataba kwa niaba ya rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Katika mikataba hiyo, ilikuwa mikataba ambayo inajihusisha na kuweza kabisa kufanya jeshi la Kongo kuwa jeshi lenye kuboreka na kuweza pia kujihusisha na mambo ya kijeshi katika anga, katika udongo, hata kwenye maji. Mkataba huo uligusia zaidi mafunzo ya kipekee, ushirikiano wa vyombo na vitu vya kazi, mpangilio wa mikakati ya mafunzo, ushirikiano wa viwanda na teknolojia hayo mambo ndio ambayo yaliweza kuchukua uzito wa mkataba huo, na ni kuambia kwamba tumefika mwisho wa taarifa ya habari ambayo nimekuletea siku ya leo, ila ninaweza nikakuomba ukae chonjo hapo, unipe dakika moja au mbili, tupate kuyazungumzia kuhusu bwana jemedari Konenanga, mkuu kodineta wa waasi wa, wa M23 kutokana na mambo ambayo aliweza kunusurika kufa au mambo ambayo yalimkuta, na tugusie basi kwanza uchambuzi huo wa kodineta wa waasi wa M23 Konenanga wakati alipokuwa na safiri akiwa na watu ambao wanamsindikiza au akiwa na kundi lake lote ambalo lilikuwa linamsindikiza, lakini huko Kivu ya Kaskazini ndiko ambako hayo mambo yalitokea. Na sasa jinsi alipofika maeneo ambapo wanaita Kibumba. Uh, katika maeneo hayo aliweza kabisa kushtushwa katika mtego fulani mm, kulia milio ya risasi sana, yani masasi yalilia sana pale maeneo hayo, na watu wengi kunusurika kufa na wengine wakafa kabisa, kwa maana e, kutokana na tetesi inasemekana ya kwamba aliweza kabisa kupigwa mm, masasi ikaingia, e, na hivi anaonekana maeneo ya Kenya ukiangalia hata na kusikika katika mitandao ya kijamii ya kwamba kweli alipata masasi ikamwingia na akawa aka kwenye hospitali hapo Kenya n yani, sio kusema kwamba amekufa, lakini yeye yupo hai na, lakini ukisikia wengine wanatuma hata picha za montage kwenye mtandao na kuonyesha ya kwamba Konenanga kweli amekufa yuko kwenye sanduku ili inakuwa kama vile montage sasa atujui habari ya kweli kabisa kameli iko wapi? Kwa maana na unaposikiliza mambo hayo eti kwamba amekufa, tukisema kwamba kweli konenanga amekufa, na kweli kama amekufa, ndio maiti yake iko wapi sasa? Na kwa nini awafanyi mazishi? Na tukisema kwamba ajafa sasa, kwa nini mbona asikiki kutokana na lile janga ambalo liliweza kumkumba, lakini unajikuta ya kwamba Ah, sikiki hadi kwa sasa, kwa maana waliokuwa pembeni yake tu katika gari kule mbele waliweza kunusurika, mmoja alipata masasa akaenda kwenye hospitali na mwingine kabisa akafa. Sasa kwa nini yeye masasa ye kumkuta? kwa maana unaposikiliza video fulani kwenye emission fulani, ambayo nilituma kwanza, inaonyesha pale mtu yuko anasema kwamba tulikuwa na mkuu hapa, wakati alitaka kusema kama vile mkuu, akaweza kabisa kuficha jina hilo Hakuweza kutamka kwamba tulikuwa na mkuu Kone Nanga hapa, lakini wakati alikuwa anatamka hapa, hapa tulikuwa na hapa, nilikuwa eko nikanusurika kufa, na mwingine akaenda hospitalini, na mwingine akafa, na hapa tulikuwa na mkuu, lakini akaweza kuficha pale. Lakini sasa wakati hayo yote aliweza kutokea, na tujajua kwa sasa rasmi kabisa amekufa au nini, kuenda kwenye mitandao nasikia kwamba E, alinusurika kufa yaani, alijeruhiwa na hiviko katika hospitali ya Kenya. E, inaonekana hata kwenye mitandao ya kijamii Facebook, unasikia hata kwenye WhatsApp hayo e, mambo yote yanaweza kuvuma hivyo. Na ikiwa basi ajafa yuko wapi kwa sasa, kwa maana asikiki asikiki na yuko kimya kabisa. Na unaona kama vile kuna mambo fulani ambayo yanatuma hata kwa mitandao kuonyesha kwamba yuko, yuko kwenye sanduku hayo mambo yanakuwa kama vile yanachanganya. Kwa hiyo tuna haja au nina haja ya jibu lako wewe unayekuwa na swali labda una, uko Kenya, je, umesha kusikia konenanga uko kwenye hospitali hapo, labda uko mahali fulani, labda uko Goma, labda uko kwengine Brazil, labda uko Ulaya huko unatufuata vizuri. Komenti yako unaweza kuwa ni kitu, kitu kizuri sana. unaweza ukalike pale hu pamoja, unajiunga una una subscribe kwenye channel, ikiwa wewe kabisa ujawa mwenye kujiunga kwenye channel ungali wa mpya kabisa na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu zote mapema. Ni kama tu hayo hivyo katika siku ya leo kujia na mtasari wa habari wote ambao nilikwambia, na hivi sasa ilikuwa ni habari na hata uchambuzi kumalizia. Comment yako ni ya maana sana kwa sababu inatufanya tusonge mbele na kuwa, na kuweza kupata mengi zaidi, na hivyo ingelikuwa vema kabisa ufanye kitu fulani kwa kuweza kucomment na na ili tuwe tunapata maoni mengi kwa kuzifanyia kazi na hivyo tu, ninaweza nikasema ninashukuru kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Basi tutakutana tena ikiwa majaliwa ya Bwana, nasema asante.